Tunahitaji kukumbushana kwa sisi wazalishaji wa takwimu pamoja na watumiaji wa takwimu nao nao zitakata takwimu, wote kwa pamoja, ni muhimu kukumbushana nini tunatakiwa kukifanya. Kwa niaba ya ofisi ya takwimu napenda kuwashukuru wadau wote ambao mmejitokeza siku ya leo, na pia tunapenda kuwashukuru kwa kazi nzuri ambayo mmeendelea kufanya ili kuhakikisha upatikanaji wa takwimu ambazo ni sahihi na zinazopatikana katika mkoa wa Mbeya, zinaonyesha kuwa <coughs> katika ile sensa ya mwaka 2022 mkoa wa Mbeya ulikuwa na idadi ya watu wapatao milioni 2,343,754 kati yao wanaume ni milioni moja laki moja na ishirini na tatu mia nane ishirini na nane na wanawake ni milioni moja laki mbili kumi na tisa elfu mia tisa na ishirini na sita. Idadi hii e, inakajiriwa kuongezeka ifikapo mwaka ishirini hamsini hadi kufikia watu wapatao milioni nne nukta sifuri. Takwimu kwa siku za hivi karibuni zimekuwa zikitumika katika maeneo mbalimbali kwenye maamuzi kiserikali kupanga maendeleo.